Maajabu bigi la majabu, kwema safi eh, nambie, ulaya imejaa tele ah, kama kawaida tupo <laughs> ah, naangalia angalia mambo anavyokwenda, kunatazama michezo ya kimataifa, lakini ya kinawaka kimataifa. Naangalia naangalia Ulaya Spain, yani kwa maana ya uh, Spain England, spainengland uh, karibu ya nchi nyingi tuminaangalia mipira, sio kwamba Tanzania tu peke yake. Kongo na Kamerun jana kimewaka pale mastaki, bao kimepigwa kweli kweli. Mutazama ule mchezo ulikuwa namna gani? Ah, uh, mchezo ulikuwa mzuri na ulikuwa mgumu sana kwa sababu mpaka goli anakuja anafunga beki, maana yake ni, ni mchezo mgumu kwa sababu kule kulikuwa kuna Mbeumo, kuna wan Bisaka, huku kuna friston Mayele, yani wachezaji wengi ambao walikuwa wamesheni wame, kwa sababu so unapoona mchezaji kama, kama Mbeumo ambaye sasa hivi anacheza Manchester United, maana ni mchezaji gari na mchezaji mzuri ambaye yuko, yuko, yuko, yuko Kameruni. Kwa kwa hiyo ni mchezo ambao ulikuwa ni mzuri, lakini mwisho siku, wa siku bado tunausubiria mchezo wa fainali mchezo wa fainali ndio utaenda kutupelekea kwamba angalau tujue kwamba timu zipi zitaingia kwenye hatua nyingine, kwa sababu baada ya ya hii fainali kuna kuna kitu kinaitwa Inter Confederation ambayo itawakutanisha tena timu nyingine kwa ajili ya kumpata mmoja ambaye ataongezewa kwa ajili ya kucheza kwenye World Cup. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa nzuri ya ushindani na ilitoa matokeo ya goli moja bila goli, likifungwa na beki wa wa Kongo menda kushinda hiyo hela ambayo alikuwa wameahidiwa dola bilioni moja. Unaonaje a wanachukua hiyo hela? Kwa taarifa ambazo nimezisoma kwenye vyombo vya habari, hii ni taarifa ni, ni ya uzushi, kwa sababu hata eh, fekosa ambayo shirika la, la, la, la soka la Kongo, limekanusha rasmi taarifa hizo. Wanasema kwamba hizo ni taarifa za uzushi, kwamba hakuna taarifa rasmi kutoka kwa kiongozi, kwa maana ya rais, kutoa hadi kama hiyo umeelewa kwao, wenyewe pia wanashangaa na wametoa onyo kwamba kwa, eh, kwa mtu yote anisambaze hizo taarifa ni taarifa ambazo za uzushi. Kiukweli ahadi ya bilioni moja ni fedha nyingi sana, hata kama ikiwa Kongo, hata ikiwa Ulaya, kwenyewe bilioni moja ni fedha nyingi. Kwa hiyo, eh, kama kweli hiyo taarifa ina usahihi ndani yake, itawafanya hata wachezaji wengine wa Afrika kwa Tanzania na nchi nyingine, eh, wakipewa ahadi ndogo ndogo za za milioni thelathini arobaini, waone kama hawajajaliwa. Kwa hiyo kwa kifupi itakwenda kuleta kama chuki fulani kwa, kwa wachezaji wa timu nyingine, kwa sababu bilioni moja ni hela nyingi. Sema yaani, bilioni moja iwe Tanzania iwe Ulaya iwe nchi yote ya Kiafrika ni bado ni fedha nyingi sana. Kama ni kweli taarifa iko sahihi kwamba bilioni moja itatengeneza chuki kwa wachezaji ambao wanachezea kwenye vilabu vingine vya Afrika, kwa maana ya timu za taifa, nasema uh, kama ikiwa ni... uh, kama itakuwa ni kweli hiyo dola bilioni eh, moja, ni fedha nyingi mno ambazo zitatengeneza mazingira magumu. Ujue, ukishamzoesha mtu kumpa fedha nyingi, siku ukipunguza kile kiwango. Na bado kuna wachezaji wengine wa timu nyingine za taifa za Afrika, wakisikia kiwango kama kile, wanaweza wakacheza chini ya kiwango, wakiwa wanategemea kwamba yani, sasa hivi tutakwa tunaishi kwa ahadi tu. Kama Simba na Yanga. Siku Simba Yanga kwa mfano, ambayo Simba Yanga ambayo au ahadi itafanya bilioni ahadi ya wanazungumzia ni moja, ni milioni elfu moja ambayo kwa kifupi, ukiipata gorofa, yani unatoboa. Kwa kifupi, yaani unaweza ukatengeneza miradi yako bilioni moja, wanavyosema wataalamu. Nisikiliza. Ha, mimi, mimi naamini kwamba inaweza. Kuna kipindi kipindiat alish kutoa simu za, za, za, za, za Apo kwa ya, ya, ya juenzie, umalewa, kama zawadi hilo linawezekana kutoa fedha, lakini ninachozungumza katika upande wa, wa wachezaji wa Afrika wanaposikia hiyo na ikatekeleza kweli, inakuwa kama deni kwa kila timu na kwa kila nchi, wakiwa wanataka eh, wanapocheza mechi za kimataifa kuna fedha itoke na, feather, kwa kama sasa hivi kunfjatoa kitu inaitwa goli na mama Unafikiri hili goli mama likishaondoka kwa simba na Yanga, unafikiri Simba na Yanga zitacheza kwa nguvu ile ile ambayo walikuwa wanacheza kwa wachezaji wakubwa ambao wako Kongo ambao wanatoka e, vilabu vya nilii vya Ulaya, kwao inaweza ikawa ni fedha ya kawaida, lakini kuna wachezaji wako pale pale ambao e, kwa bilioni moja bado ni fedha nyingi sana <mihiliki> moja alikuwa ushindi wa goli vizu. <coughs> Ah, vizuri. Yani ile game ilikuwa inawatoa ina, ina kwa maana ya kusema hawa qualify, hawa, hawa kuingia kwenye hatua hii inayofuata, maana sasa hivi tunaenda kushuhudia finali tarehe 16 hapo Jumapili kati ya Nigeria na Congo, na kwa hiyo ile mechi baada ya kufungwa legoli moja maana yake washatoka. Kwa sasa hivi tunasubiria fainali ambayo itachezwa Jumapili ambayo itawapeleka tena kwenye hatua nyingine ya, ya continental confederation ambayo yenyewe ndio itaamua ni nani aende kwenye, kwenye World Cup katika timu ambazo za nyongeza kwa Afrika. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa ni fainali, yani tuseme ni semi-final lakini ni fainali. Kwa hiyo mchezaji lazima usikitike, uone majonzi kwamba kuna hatua ambayo unashindwa. Ujue sasa hivi hii hatua inazidi kuenda, maana yake unazidi ku, eh, kama mchezaji unakuwa unajiuza kwenye vilabu vingine, yaani kwenye hizi hatua za national team. Ndio maana mchezaji yote Eh, kwa maana ya duniani anatamani aitu kwenye national team kwa sababu anatengeneza profile yake. Sasa unapotoka katika mashindano hayo, manake tayari kuna zile desire fulani unashindwa kuzifikia. Mechi itakuwa ngumu kwa sababu yote, kwa mfano kama uko Nigeria kuna Osimeni, huku kuna, kuna kina Fiston Mayele ah bwana eh. Mechi itakuwa ngumu sana, lakini mimi kwa sababu sa... eh, yani, mi, wanibisaka yani mimi binafsi naweza nkawapa Kongo nafasi kwa sababu the way wanavyocheza uh, Kongo bado napa nafasi kubwa ya kuweza kuwafunga eh, Nigeria kwenye mechi ya fainali <coughs> lakini ukiangalia mechi yao wameshinda, lakini katika mazingira ambayo ya moja moja Eh, kwenye eh, dakika za kawaida alafu amekuja kupata goli eh, tatu kwa maana ya nne moja kwenye dakika za nyongeza zile, kwenye, kwenye zile za, za, za kuenda kwenye, kwenye, kwenye extra time. Kwa hiyo namna walivyocheza, unaona kabisa bado Kongo, na ukiangalia Kongo walivyocheza bado mimi binafsi, ukiniambia nampa nani nafasi, bado nampa Kongo nafasi ya, ya qualify kwenye, yani kwa maana ya kushinda kwenye mechi ya fainali. Fiston Mayele anatokea benchi unadhani wameshindwa kumpa thamani yake, uh, ama ni kuendelea kumtuza kuelekea game inayofuata? Fiston Kala Mayele ni mchezaji mzuri, lakini bado pale ukiangalia Kongo bale kuna wachezaji wakubwa sana ambao wanatoka kwenye vilabu vikubwa. Kwa hiyo kutokupewa yeye nafasi inaweza ikawa mind game Eh, lakini bado eh, alipoingia na, uliona namna ambavyo ametoa mchango kwenye timu, kwa hiyo ni mchezaji mzuri, itakuwa ni, ni, ni, ni utaratibu wa kocha tu, aliangalia ni namna gani ambavyo anaweza akaichukua akai, akai, akai, akai game. Kiukweli eh, Fiston Mayele bado ni kwa mastreka ambao kwa Afrika bado ni, ni, ni, ni streka mkali sana bana kwa Tanzania, Kenya, Uganda ukanda wa kwetu, sasa huko tunakosa nini mpaka tunashindwa kufanya vizuri na mashindano kama haya? Mfano Kenya, huwa anatolewa sana. Tanzania, Tanzania hatufanyi vizuri sana kwenye mashindano yayo. Sasa tunakosa nini ambacho Kongo wenyewe anacho? Uh, sisi tunakosa investment, ujue sisi uh, tunafikiri kwamba mpira ni ni, ni, ni, ni, kama vitu vya, vya, vya kama uyoga vinatokea tu. Yani uwekezaji unakosekana. Ukiangalia Simba na Yanga hapo walipofikia, wamefikia kwa sababu wanawekeza sana, wamewekeza kwa, maana ya, ya, ya, ya timu, benchi la ufundi na nini, na pia wamewekeza kwenye kwenye fan base, yani kwenye mashabiki. Unapoona leo Nabii Meja eh, nazungumza kuhusu yanga yangu, labda nauza tiketi nafanyaje, maana yake wao wame invest kuhusu. Kwa hiyo kwenye hizi national team ambazo uki, ukiacha ukia hayo mabala ma, ma giant kwa maana ya Nigeria, eh, Kameruni, Congo sisi tunapokwama kwamba tunataka tuingize siasa ndani ya mpira, hicho ndio kinachotukwamisha sisi yani, hatutaki kufuata ile misingi ya mpira. Alafu kuna, kuna kile kile cha kuruhusu wachezaji waende e, wakapate exposure kwenye, kwenye, kwenye nchi kubwa e, e, e, yani e, kwa mfano kama Kongo, mchezaji kwenda Ubelgiji, kwenda Ufaransa ni rahisi sana kuliko kwetu sisi. Kuna kwa wakati mwingine unakuta vilabu vya Simba na Yanga vinamzuia mchezaji, yani mchezaji anataka kutoka e, anaenda labda anacheza kwa mfano Shomali Kapombe alienda akacheza mpaka eh, ligi ya Ufaransa lakini anakakaa anajikuta na Miss Tanzania. Umeelewa? Kwa hiyo ni vitu ambavyo hivyo vinatukwamisha. Lakini wenzetu umeona nani ambavyo mchezaji akitoka akisema kwamba sasa hivi natoka naenda zangu Ubelgiji anasahau kwamba kuna nchi yake ya kuchezea. Mwisho wa siku anatengeneza eh, kizazi ambacho wachezaji ukiwaita kwa mfano kama pale Kongo, unaweza ukakuta kikosi kizima kimeitwa mchezaji mmoja ndio anachezea pale ndani. Kwa hiyo wenzetu wamewekeza sana eh, nje kwa maana wanaruhusu eh, wachezaji wao watoke wakapata exposure. Hiyo alifanya hata kwa Madagascar. Madagascar tuache wachezaji wakapate exposure nje ili watakaporudi tuwe na, na timu za taifa strong sana. Nadhani Tanzania tunakosa academy na uwekezaji na, na wa kutosha ambao una unapelekea kutokukuza vijana ambao watakwenda kufanya vizuri katika timu ya taifa, ah, una, yani, wa ya watoke wa wa kwenye, kwenye, kwenye, yani kwenye mazingira ya nchi yao, academy za kutosha. Lakini Azam wana academy, mbona haifanyi vizuri? nili yani wanachokifanya wenzetu, uh, nchi ambazo eh, majayant kwa maana ya Cameroon, ni wapi w wanaruhusu raia wao waende wakapate exposure nje, umeelewa? Kwa vile kama unavyoona kwa mfano sisi wachezaji ambao tunajivunia ni wachache labda Dismas eh, Dismas tunajivunia kuhusu Mbora Samata, huyu Msuva naye ameenda, umeona changamoto, umeelewa? eh, Kevin John. Sasa tuwe na wachezaji wengi ambao tunawaruhusu, yani mchezaji akihitaji kuondoka, yani sisi tunampa baraka zote hivyo, yani sio tunagombana naye. Unajua kuna wakati mwingine mchezaji anataka kuondoka sana, mimi nataka niende labda nkacheze laba nje, unakuta vikwazo vinakuwa vingi sana lakini tuache hivyo vikwazo, tuwaruhusu na tuwape baraka, yani mchezaji aruhusiwe na apewe baraka yani